Sana njiwa, makinda njiwa, amekula kula sana bwana. Sasa leo analiwa yeye, chinja vizuri haraka haraka mdole hivyo kichoni vizuri, nikamchinja haraka haraka. Yuko vizuri hmm. poa? Hapana, hapana. Yuko vizuri. Yuko vizuri. Hajapoa huyu. Yuko vizuri sana. Hem, ngoja ngoja nyama. Eh. Hey, hajapoa bwana. Sasa ndo tunaona. Yani ana unaenda naye pembeni mpaka huko, ukija ushafikisha hapa kijana

Kama kenge anakusumbua, hiyo ni mboga mineza. Nkabalisha kenge akawa mboga na tukala, tukaenjoyi. Wakula vitu vyetu na sisi tunawala wao wao, unaa, tunaenjoyi msosi. Ah, nyama ni tamu balaa. Kuku sio kuku, samaki sio samaki. Samaki sio samaki, chamwituni sio chamwituni. Wacha mayai tu.